Nao wakazi wa kijiji cha Egu Kalinga eneo la Mackinon Road county ya Kwale wamezua hofu ya kufurushwa katika ardhi ya ekari ya zaidi ya elfu kumi. Wakazi hao wanasema kuwa ardhi hiyo inayopakana na mbuga ya Savo mashariki ilibatilishwa kinyume cha sheria kutoka kwa umiliki wa Duruma Ranch hadi kwa Dokata Ranch miaka ya sabini, na kuwanyima umiliki wazee waliokuwa wakiishi hapo. Sasa wanataka serikali kuingilia kati na kutatua mzozo wa miaka hamsini, wakisema baadhi ya miradi ya serikali ya kaunti iliyowekezwa katika ardhi hiyo itakosa kuwafaidi wenyeji. Mwana mwananchi anakulilia, mwananchi anataka haki yake, mwananchi anataka mahali pake alipozaliwa na ambapo ni kwake. Kwa hivyo tunakuuliza Madamu Fatuma Achani, gavana wa Kwale, Tokata ranchi irudi kwa mwananchi wa, wa sehemu hii ya Egu. Mheshimiwa Governor, tukiangalia kuna shule hapa umeijenga juzi na imegharimu pesa nyingi sana, ambayo ni taksi yetu sisi. Leo ardhi hii imechukuliwa, hiyo pesa iliyotumika hapa ilikuwa ina maana gani itumike, kama ulikuwa unajua kwamba hii ardhi yote imechukuliwa na ni pesa ya taksi ya sisi, ambayo itusaidie Nimechoka kabisa jamani, nimechoka sai sawa. Hata kwa kutafuta ku, kuni misiri wese tafuta kuni wapi? Nimekuenda kushutuka tu hapo porini, nikisikia gari na ndanguruma mimi nashutuka. Kwa hiyo mimi ni mnyama? Kwa nini mimi si Mduruma? ni kabila gani, mnyama wa porini? Haya maneno tumeyazungumza mara nyingi, leo si mara ya kwanza, si mara ya pili, tumeyazungumza na yamekufikia. Hawa wazazi wetu wametulea metu, wa kwa maisha ya taabu sana, kwa hivyo hatutaki kuona watu wakiwatesa wa, wazazi.